iva kote la blue naomba mtu mmoja anisaidia kwenye mik hiyo. Ukimaliza utampa yule wa orange, utaenda pale alafu utarudi upande. Asante sana kwanza TLS kwa kuandaa kongamano zuri namna hii pamoja na presenters wote. Nimefurahia kwangu me, nimepata experience nzuri kuhusiana na suala la uchaguzi, lakini nina mambo kadhaa ya kuadresi ambayo nimejifunza. Uh, jambo la kwanza ni kuhusiana na youth inclusivity katika masuala ya uchaguzi. Amezungumza vizuri dada Victoria kwamba ni muhimu vijana wakahusishwa wakawa na siti na wenyewe. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini binafsi pia nilipata nafasi ya kuwa msimamizi wa kituo uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini. Nili observe kitu hiki vijana hawashiriki katika kupiga kura wala kupigiwa kura. Sasa mapendekezo yanakuja kwamba vijana wengine wanaosafiri kwenda kwenye nchi mbalimbali wanapiga vipi kura, na wengine wako katika vyuo vikuu, wako maeneo tofauti, wanashiriki vipi katika kupiga kura? Je, hizi changamoto katika mwaka huu zinaboreshwa au zinabakia vile vile? Na jambo la pili nilotaka kulisema katika makongamano haya ni vizuri sana haya makundi tunayoyazungumza yawepo na yao na wao pia watoe sauti zao tukizungumza kuhusu vijana katika makongamano haya, vijana wanapewa sauti? Wanasikilizwa? hawa wanawake tunaowasema humu ndani, tunaweza tukapiga tathmini, je wanawake ni wengi kuliko wanaume? pia na ni makongamano muhimu sana. Tukizungumzia walemavu, washiriki katika uchaguzi, kupigiwa kura na kupiga kura, je, wanashiriki katika makongamano kama haya? Kwa hiyo nafikiri mkazo uwekwe pia katika uelewa jinsi ambavyo Uh, tunataka kufanya maboresho basi uelewa uanzie chini kuweza kusaidia tutoke katika changamoto ambazo zimekuwa zikiwepo kipindi chote. Na jambo la mwisho katika kubadilisha mitazamo nafikiri kwa sababu tunafahamu uh, kundi kubwa la watu katika taifa na dunia kwa ujumla, vijana ni wengi, na hawana uelewa mzuri kuhusiana na swala la uchaguzi na wengi wao wana perception ambazo si, si sahihi kwamba hata tukipiga kura mbona viongozi ni wale wale? Hata tukipigiwa kura nani atakayetusikiliza? Nafikiri mkazo wekwe kwenye kuwashirikisha katika makongamano, lakini pia yale tunayo ya address yafanyiwe kazi. Asante sana. Asante naomba mpe dada aliyevaa koti la orange nyuma yako. Asante naitwa Evelyn Munisi, katibu mkuu wa NCCR Mageuzi. Karibu asante sana Nianze kwa kupongeza TLS kwa kutuandalia hili kutuandalia hili kongamano ambalo lime binafsi limenifungua mambo mengi kuhusiana na sheria ya uchaguzi na yaliyoko ndani ya katiba kwa ujumla. Na nikianza kwa kuongelea suala la wasimamizi wa uchaguzi, binafsi nilishiriki uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na mbili, elfu mbili na ishirini niligombea jimbo la Kibamba kwa hiyo figisu figisu na kuumizwa umizwa na kufahamu vizuri sana. Na swala la wasimamizi lilikuwa shida sana pale awali, sababu kila kitu kwenye uchaguzi ni serikali inasimama, wasimamizi wa uchaguzi, wakurugenzi wa uchaguzi na wasaidizi wao, vyote ni serikali, ni makada, ni mawakala wa serikali. Lakini kwenye kikosi kazi kilichopita mijadala iliyokuwepo ambayo binafsi nilichukulia na kuibeba ilikuwa ni hili swala la wasimamizi ambalo ilifanyiwa marekebisho kwamba serikali itatangaza nafasi, haitatoa tena watu wake. Kama serikali itatangaza nafasi ambazo zitakuwa wazi kwenye gazeti la serikali, na wananchi wenye sifa tajwa wataomba nafasi, watafanyiwa usaili, watakaopita watakuwa ndio wasimamizi na wasimamizi, wasimamizi wasaidizi na kuhusu wakurugenzi wale wa tume, na wa tume na wote wanaohusika na tume kwenye uchaguzi, tumeona kwamba marekebisho yamefanyika kwamba kutakuwa na watumishi waandamizi wa, wa serikali. Hili angalau kidogo, kama sio kwa asilimia mia moja, angalau kwa asilimia kadhaa linaleta matumaini, na niongezee tu kwa kusema kwamba sote tunafahamu yanayoendelea nchini kwetu, tunafahamu mashambulio na uvunjifu wa amani unaofanyika ndani ya taifa letu. Tukirudi kwenye namna ya uvamizi, yani, tunaweza ukasema ni uvamizi ambao unashangaza mpaka unatutia hofu. Wapinzani sasa, kumvamia mtu kwa nyundo kweli, askari polisi? Hii inaleta, ina ukakasi sana mpaka mtu unajaa hofu yani, unaogopa hata kusimama jukwani kusimama mahali hata tu kufanya press uongee chochote inakutia hofu. Nikarudi nyuma, nikaanza kutafakari yaliyotokea Kenya, mpaka Rais Ruto akaanza kuikemea ile taasisi ya Ford Foundation, nadhani unaifahamu, ilikuwa inafadhili baadhi ya vyama kwa na inachochea ghasia inachochea maasi kwenye uchaguzi na uvunjifu wa demokrasia. Sasa nikawaza huenda hizi asasi za kiraia na binafsi ambazo zinafadhili vyama vyetu, mimi kama katibu mkuu nakutana na vingi na naelewa yanayoendelea. Huenda ramli zetu zikawa zipo kwingine kabisa tofauti na uhalisia ulivyo. Naomba hili serikali ilichukue ifanyie utafiti wa hali ya juu, na TLS, najua mnafatilia kwa upande wenu na najua mta mtakuwa na majibu hapo baadaye, lakini sisi kama raia na viongozi wa vyama vya kisiasa nitoe rai kwamba suala la amani ni sisi na wananchi wetu, sisi na wapiga kura wetu, sisi na wanachama wetu. Amani ni pande zote mbili, serikali ilinde amani ya raia wake, na sisi wananchi tulinde amani ya tunaowaongoza na jamii yetu kwa ujumla tusi tusikae na kuangalia vitu ambavyo kama alivyosema pale profesa profesa, amesema suala la tume huru na haki kwa sasa haliwezekani, ila kunaweza kukawa na mazingira, alafu sisi tuamue. Nadhani hayo mazingira ndo tunayoyataka, alafu sisi ndo tutaamua ule uhuru na haki tunayoitaka ndani ya yale mazingira, na shauri tume itutengenezee mazingira ya sisi kuona uhuru na kuiona ile haki tunayoitaka kwenye uchaguzi mkuu. Asante sana mheshimiwa moderator, senior council. Kwanza naitwa wakili Ferdinand Makore, wakili wa mahakamu kuu. Awali yote ni kupongeze eh, senior council professor Ongoya. Kwa kweli mimi nimekufahamu sana kwenye eh, wakati tunambana maswali Mtese. Pale, pale, mahakama kuu na nilianza sana kukufuatilia kuanzia hapo. Nashukuru sana kukuona leo umefika Tanzania live na sisi tumekuona kwenye tamasha yetu hili. Actually, mimi nita of course, nina, nina pose swali tu. Ni kama swali lakini hili swali nafikiri iende TLS generally, lakini pia Francis Tola anaweza kujibia au kutoa ufafanuzi. Swali langu natokana na kifungu cha 140 cha sheria namba moja, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, section 140 ambayo inasema, naomba nisome mara moja: shauri la uchaguzi linaweza kuwasilishwa na mmoja au zaidi ya watu wafuatao, election cases, election petition. Moja, mtu aliyepiga kura kihalali au alikuwa na haki ya kupiga kura. Mbili, mtu anayedai kuwa alikuwa na haki ya kuteuliwa au kuchaguliwa Tatu, mtu aliyedai kuwa alikuwa mgombea katika uchaguzi huo. Nne, mwanasheria mkuu wa serikali. sab tu ya kifungu tunasema, msajili wa mahakama hata panga tarehe ya kusikilizwa kwa shauri lolote la uchaguzi, isipokuwa kama mlalamikaji amelipa mahakamani dhamana, dhamana ya gharama kiasi kisichozidi shilingi milioni tano kwa kila mlalamikiwa. Hii ndo hoja yangu hasa kwamba mimi e, labda niulize ni, ni kuhusu e, swala la bunge kwamba wakati seksheni hii inatungwa na bunge letu la, la Tanzania ni kweli kwamba bunge hili lilikuwa limesahau e, maamuzi muhimu sana ya Francis Ndianabo ya mahakama ya rufaa ya mwaka 2004 ambayo yali ya declare kifungu 111 sabu 2 cha sheria ya uchaguzi ya mwaka themanini na tano kwamba kifungu kile ambacho pia kilikuwa na condition kama hii ya kuwafanya watu wasifungue e, kesi mahakamani kwa sababu wakitakiwa kulipia tena shilingi the same amount shilingi milioni tano. Mahakama rufaa ilitupa kile kifungu na kukidikia kama kifungu ambacho kilikuwa ni batili. Sisi tunaamini kwamba bunge ni omniscient. Omniscient maanake ni, ni bunge ambalo linafahamu kila kitu e, kwamba bunge linafahamu sheria zote na maamuzi yote ya mahakama mbalimbali mbali, mahakama kuu na, na mahakama za rufaa. Ina maana ilikuaje wakatunga kifungu hichi hichi ambacho kilishakuwa declared unlawful and illegal na bado kikarudishwa kwenye sheria ya mwaka 2024. Sasa labda tujiulize kama wanasheria kwamba bunge halikuwa halikuwa liko functus official kwamba ofisi zao zilikuwa zishafungwa baada ya mahakama rufaa kukifuta kile kifungu cha 111 sub 2 cha sheria ya uchaguzi ya mwaka 85 na je, kwa sasa kwa, yani kwa hali jinsi ilivyo na decision tunayo mahakama ya rufaa, tunatokaje hapa? Tunaendaje? tunarudi mahakamani? Asante, tena Makore, Makore. Kuomba uh, eh, kifungu yes, asante. Asante. ya vifungu vyenye pesa ni vingi tu, hata kwa pingamizi la sasa hivi wanaenda raundi ya pili, kama pingamizi kwenye daftari la piga kura kuna dhamana pia. Naomba, alikuwa amenyoosha seka hapa ni rais mstaafu huyu, ana mamlaka yake. Ah, asante, dakika mbili yeah, yeah, yes, zinatosha. Mimi nilikuwa na, na mambo mawili na ya, na, naomba eh, tu, wenzetu, tu sisi kama wanasheria eh, sasa na sisi tu amesema pale Profesa Ongoya eh, ni lazima tuangalie ni namna gani tunalinda taasisi zetu na amesema vizuri kabisa ambacho naamini na kiwe kama TLS ni mmoja wa mwongozo ni kwa namna gani tunalinda mahakama yetu, ili iwe ni sehemu ya kutenda haki na haki hiyo ionekane ikitendeka. Kwa hiyo hili ni naamini tuanze kuliangalia, kwa kuwa ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo wetu na ni kitu ambacho tunaweza kukifanya e. Na nalisema hili kwa sababu tumekuwa na mijadala mingi na baadhi ya wanasheria wenzangu, hasa tunaofanya hizi kesi za katiba na kesi nyingine. Sisi wenyewe tunaonyesha tumepoteza matumaini kabisa na mahakama yetu na hatuiamini hata kwa chembe, na sasa sisi ndio tunaoongoza kwa ningependa Profesa utuambie ni namna gani tunaweza tukafanya e, sisi wenyewe kuanza kupata uhakika wa kuamini kwamba mahakama zetu zinaweza zikatenda haki. Ni nini tukifanye hilo la kwanza? La pili tumekuwa na notion ya muda mrefu sana e, kama mawakili na nafikiri nimemsikia pia mzee Mpoki akisema kwamba hatuwezi kupinga mchakato wa uchaguzi wa urais mahakamani, lakini mimi kila nikiisoma ibara ile ya 41 kifungu cha saba naona kabisa kwamba tunaruhusiwa kupinga mchakato wa uchaguzi, lakini mchakato huo tuupinge kabla matokeo ya urais hayajatangazwa. Rais akiwa declared ndiyo hatuwezi kupinga lakini kabla ya hapo unaweza ukapinga na ukaenda mahakamani. Sasa tuangalie sisi kama wanasheria ni namna gani tunaweza tukatumia fursa iliyoko kwenye katiba kupinga matokeo ya uchaguzi kabla hayajatangazwa na tume, kwa sababu hilo linawezekana. Na ukiangalia uchaguzi wa Malawi, ukiangalia uchaguzi wa Kenya, mambo mengi waliokuwa wanalalamikia yalikuwa yanatokana na mchakato kabla ya matokeo ya uchaguzi, kwa hili inawezekana, tusikate tamaa mapema kabla hatujajaribu. Asante. Kwa hiyo una speculate nani anashinda? Kwa hiyo unamshtaki kabisa. Kwa sababu unashtaki kwenye... mchakato, yeah, unashtaki kusababu... mchakato. Talling, voting, that that process <laughs> I, wanaweza na e, mzee profesa Lipumba nafikiri na wenzake walijaribu kwenye uchaguzi wa Dar es Salaam kujaribu kuweka injunction kwenye eh, mahakama kuu, waliambiwa uwezi ukaweka injunction kabla mchakato haujakamilika, lakini katiba iko very clear kwamba unaweza ukapinga. Kwa hiyo ni sisi na, na, wenyewe. Naomba po... mpatie mic ah, Achilles, ah, Achilles, ah, Achilles. kwa sababu natuchanganya sasa hivi katiba iko wazi, wazi, wazi tunaweza tukapinga. Ah, asante ah, asante ah, wazungumzaji kuna lakuna Naitwa Achilles, natokea jumuiya ya mawakili wa Afrika Mashariki. Swali langu ni moja tu, na, na build from what, kuna wakili hapa alizungumza kabla yangu kuhusiana na utekelezaji wa maamuzi ya mahakama, mahakama za ndani na mahakama za nje, inapokuja maswala ya siasa, nadhani pia na wanasiasa watusaidie. Tunapozungumzia swala ya independent candidates, mahakama ya Afrika ilishatoa maamuzi na ikatoa maelekezo kwa Tanzania kutekeleza Je, wanasiasa je, sisi wananchi tunasapoti tunasapoti nini kuhakikisha kwamba hayo maamuzi yanaheshimiwa? Saa hizi tunazungumzia maamuzi ya kesi ya tisini na mbili eh, ambapo te, imetungwa sheria nyingine kukinzana na yale maamuzi ya mwanzo. Je, kama raia wa Tanzania sisi tuna wajibu gani? Tuna nafasi gani ya kuhakikisha kwamba maamuzi ya mahakama zetu za ndani na za nje yanaheshimika na tunavyoenda kuongea na serikali waweze kutusikiliza na kuweza kutekeleza yale ambayo mahakama imeamua. Asante, asante Achilles. Nafikiri tungerudi huku kwanza, watu wajibu maswali, kwa sababu kuna maswali mengi sana, na mshambulia profesa na profesa hapatikani, kitaka kumwona upande ndege. Kwa hiyo naomba uh, kama kuna reaction from this floor then we go back for another round, ili saa tisa kamili muda hey, umeisha. No, no, no, no. Kwa hiyo naomba ape Profesa Ongo ya kwanza atupe experience yake kwanza.